Darini. Mhm da. Ulikwenda ah, muda? Eh. Na, o, wake, wa, wanake, wana Ida, wanyomba, ah. Unataka mm. simkwa. Ulikwenda muda? Ni hapo hivi. Ulikwenda muda? Mhm. Na uliwakosea nini hao watu? Sijawakosea mtu. Walikuwa wana wake walikuwa na mme. Wana wako wanaacha wanaume. Ila sasa nimeangalia watu wa nyumbani kwetu amna. Dadangu alikufa sijamuona. Mhm. Kwao ulipofika kule ulikuwa unajua umeshatoka uliku, uliku, duniani mekuta watu wengine, mimi siwajui. Lakini au watu wengine wame ni wazima au wame, so, wamekufa wame. Sisi ambao tulikuwa bado hatujafa sana, tunakula meno tu hmm. nywe mkoa bado mjafa sana hmm. nwe mkoa bado mjafa sana hmm. mkua mmekufa tu kawaida kawaida, hatujafa sana bado. Kwenyuwe mkoa mnakula tu hmm. meno au ni akina nani? Siaao so, wow. Ah, mnachukua meno kwa wale watu wale, zile maiti. Sasa mkila o meno mnashiba, mnashiba siwanatupaga so maji si hmm. mm. Umekaa kwa muda gani? Muda mrefu, muda mrefu mm. Hapa duniani ulikuwa na watoto? eh. Eh? Eh. liu na watoto na, na wawili no wakika wa kiume wakike na wakiume. mume wako uh -uh. Ulikuwa unafanya biashara gani? Eh, huko hey, duniani? Duniani nilikuwa hey, nilikuwa na asifanyi, saa nyingine nilikuwa nafanya ah. Wakaja wanichukua, wakaambia twende. Wakakwambia twende, hmm. Walikuchukua ilikuwa usiku ilikuwa asubuhi? hmm. Au jimchana, mchana. Usiku ulikuwa melala hmm. wakakwambia twende Twende mtukue na mtoto aliokuja ah, akakwambia mchukue na mtoto. Uliofika kule ukajiona umekufa? nilikuwa nimekufa ila sikuwa tunakula meno ah, kwa likuo hapa sana mm. Kama kuna mtu mwingine anaweza kumuuliza maswali mwingine Mdogo umechoka sana. Umelala kwa siku ngapi kule? Mm. Eh? Toka tu nimetoka. Unaitwa nani jina lako? Unaitwa nani? Unaitwa nani jina lako? Eh? Eh. Wewe jina lako unaitwa nani? Sawa mbona tukifika? Eh? Mpaka tufike. Mpaka mfike. Eh? Mpaka tufike kwanza, mpaka mfike ndio napewa jina lako <coughs> eh? Yeah. Ah, kumkifika kule mnabadilishwa majina, utafika <coughs> eh? Nyumbani mkifika nyumbani, ukifika nyumbani, ndio kwa jina huko, eh? Mm. Jina ulikuwa unatumia jina gani huku dunia? hakuna majina kule. kuna majina, mnaitwa yote tu wafu, unaitwa maiti eh? sikuletewa chakula, unaitwa so. jina unapewa, unawekewa pisha. mm -hmm. Akili zake kwa jina la Yesu pisha, ufamu wake kwa jina la Yesu. Huku unaitwa nani wewe? huku unaitwa nani? Mama Salima. Jina lingine Aisha. Aisha na kule ulikuwa unatumia jina gani kule? Kwa jina lolote. Na mlisafirishwa au mlichukuliwa mkajikuta mpo kule? Ilikuwa usiku, mimi nikajikuta sipo, nikaja kuona mtoto ayo, niko mwenyewe na watu wengine, mtoto nimwacha hiyo sehemu ilipokuwa. Walikuwa kuna mwanga, kuna giza giza giza. Mimi mm. nimekutoa ndani ya mbuyu. Ndio nafsi yako ilikuwa imewekwa huko. Biblia inasema, lakini watu wao ni watu walioibiwa na kutekwa na kufichwa katika mashimo katika magereza, hapana uokoaye, hapana hapana asemaye rudisha. Pia Biblia inasema mtu asiyejiuziwa nafsi yake amekufa ingawa yu hai. Pia Biblia inasema amka wewe usinziaye, fufuka katika wafu kwa hiyo wewe uko hapa sana. Mm -hmm. Eh? Sababu tu kwa naletea chakula na kula. Unakula. Chakula gani? Meno. Meno. Kwa hiyo chakula kikuu ilikuwa ni meno. Hao meno wanatoa ndani ya watu au ndani ya. Meno nilikuwa nakula kabla hatujaondoka, si nilikuwa nakula gogo usiku. Ah. Ilala. Ah. Mm -hmm. Meno ya watoto ya wakubwa. Mimi sijui nilikuwa nakula tu kabla hatujaondoka nilikuwa nakula vile vile nimeenda kula nilikuwa na zio yayo. Chakula kikuu. Tofauti na meno ulikuwa unapenda kula nyingi? Kwa hiyo ulikuwa unapenda kula meno tu basi, basi. Eh? Na hiyo meno ulikuwa unayapata wapi? Ulipokuwa kule ulikuwa unachukua, mm, kwa watu waliokufa au kwa watu? Sio, tuletea watu wengine. na na zile zile maiti zilikuwa chini na enyewe mnawatolea meno, tunaletewa kwa sababu si hatujafu sana, enyewe mjafu sana. Kama kuna mtu mwingine anaweza kumoji moji. Bibilia inasema katika kitabu cha Isaya, Isaya ishirini na sita na ule mstari wa kumi na tisa tasoma kama ilivyoandika. Haya mambo kama yaelewi, wachia watu wa rohoni, wawa mwilini, bakia mwilini. Yesu akasema ya duniani ya miujui na ambinguni miujui. Inasema hivi, wafu wako wataishi maiti zangu zitafufuka, amkeni kaimbeni, ninyi mkaao katika mavumbi, kwa maana umande wako umande, umande wako ni kama umande wa mimea, nayo ardhi itawatoa waliokufa. Hapo anaweza akakwambia ni nyakati za mwisho. Hezekieli anatueleza wazi, Hezekieli thelathini na saba Hezekieli thelathini na saba na ule mstari kuanzia wa kumi na mbili inasema hivi basi tabiri, uambie Bwana Mungu asema hivi Tazama, nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu, enyi watu wangu nanyi, nanyi mtaishi. Nanyi mtajua ya kwamba mimi ndimi Bwana nitakapoyafunua makaburi yenu na kuwatoa ninyi katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitatia roho yangu ndani yenu, nanyi mtaishi. Hii ni Ezekieli 37 mstari wa 12 mpaka 14 hapa Biblia haitwambii, kwa habari ya ufufuo wa siku ya mwisho, kwa sababu hapa anasema hivi: basi tabiri uwambie, Bwana Mungu asema hivi, tazama nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu enyi watu wangu, nami nitaingizeni katika nchi ya Israeli. Tunajua nchi ya Israeli ipo duniani, haiko mbinguni. Kama ingekuwa ni habari ya Yerusalemu, mji mtakatifu, ingetajwa hapa. Na kwa habari wa Efeso tano msala wa kumi na nne. Efeso tano kumi na nne inasema kwamba hivyo sema, amka wewe usinziae. Ulilala lini? Fufuka fufuka katika wafu. Ulikufa lini? Baba anakuambia amka wewe usinziae. Ulilala lini? Fufuka. Ulikufa lini? na Kristo atakuangazia. na Timotheo wa Kwanza sura ya tano na ule mstari wa sita anasema hivi bali yeye asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa yu hai. Ani mtu ameshakufa, alafu yupo hai. Unaweza kujiuliza swali, amekufaje? Sasa haya mambo, kwa maelezo zaidi, tutakutane ili tufundishane. Eh, hapa tu nimekupa mekupaya hayo maandiko kwa muongozo lakini nitakupa baadaye ngoja kwanza, kwa sababu hapa kwa sababu na wengine pia wajifunze. Unaweza kuwa na kama ni mtoto wako anapigwa, kumbe mtoto wako duniani asomi no. Unapiga binti yako kumbe binti yako ashagaolewa kule na watoto. Gijanako, gijanako, kule na watoto. Unapiga kijana wako kumbe kijana wako kule anapigaga ngese za kutosha, ushachukuliwaga miaka mingi, ndio wa Isaya 42, Isaya 42 na ule mstari wa mtanzia wa saba kuyafungua macho ya vipofu, kuwatoa gerezani waliofungwa, kuwatoa wale walioketi gizani katika nyumba ya kufungwa. naruki msalaa kumi na tatu, Bwana atatokea kama shujaa, ataamsha wivu wake kama mtu wa vita, atalia namu, atapiga kelele, atawatenda adui zake mambo makuu. na rukia msalaa kumi na tano, kwa sababu ya muda nitaharibu milima na vilima na kuvikausha vyote vimeavyo. Unaweza ukashangaa kuna majira yakifika, ndio matatizo yanakuja. Kumbe kuna mtu ukaenda kununua mti, alafu ule mti kao, kaupanda kwamba ule mtu unavyokuwa, ndio matatizo yako yanavyokuwa. Ya rukia mstari wa ishirini na mbili anasema hivi: lakini watu hawa wa, ni watu walioibiwa. Umeibiwa nini? lo nafsi mwili umeibiwa nini? pesa mali lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kuteswa na kutekwa na kunaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamenaswa, wamekuwa mawindo, wala hapana wokoaye, wamekuwa mateka, wala hapana semaye. Rudisha, ndio maana tumemrudisha binti huyu nitumishia hapa. Malaki nne mstari wa tano inasema, angalieni, nitawapelekea Eliya nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyo kuu ya kuogofya, naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto watoto wao na mioyo ya watoto waelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Ndio maana Elia miku. Elia ni roho inafanya kazi ndani mwake Binti, ulishoikupaa misheni yoyote, ukiwa kule kulia, huku duniani kufanya madhara yoyote mm? Eh? Umekaa kwa muda gani? Mwezi, mwaka, wiki, muda mrefu? Muda mrefu, kwa kukadiria ni miaka kumi, miaka mitano, miaka sita, miaka mingapi? Mingi, ming, ming. Kule mlikuwa mmekusanyi, mmewekwa harufu za wale watu waliokufa. Mimi hata harufu, unajua, kwa na njia unaweza kula kitu chochote, si ndio? Hivyo kama tatizo likitokea, ukuta mrefu hivi ni mimi ndio nilipita, kwa kuaviipita kwa leo. Tuishia kama, kuna mtu ana swali basi anaweza Ko, ulikuwa Dar es Salaam ka mkawa gani Dar es Salaam? Ko, watu wa Dar es Salaam nawashauri, jonanonalavia nguo Wanasema kuna joto Dar es Salaam. Wacha ali yeah. <laughs> Mwakuja ukiwa huko, bali amuulize sasa, mimi nimemuuliza kwa, mwakuja kwa... <laughs> <laughs> Maswali ya msingi machache hayo kwa sababu ya karibu duniani binti. Asante. Mungu kakurudisha Mungu kakukomboa nafsi yako mm. Mungu kakutoa kifungoni mm. sawa mm.